Siasa yataka vijana walio na uzoefu na siasa hazina adabu. Basi natembea, alitembea kote, na kwa kweli kutembea kwake hajakosa lolote, lakini licha hayo yote ameweza kumwonyesha ambaye ni spika kati wa, wa bunge la kitaifa, uh, bwana Moses Masika Wetangula adabu nyumbani kwake, kwani amemnyoosha kwa kutoa kiti cha wakilishi wadi wa Kabuchai Chwele na kumuzawadisha kumu, kumu aibu uh, kwa chama cha Ford Kenya kwa kura zaidi ya elfu mbili. Tukiachana na hayo, ni kwamba katika pia kaunti ya Kamega, eneo bunge la Malava uh, Malava nako kulikuwa na ushindani mkubwa sana kati ya Seth Panyako na eh, ndakuwa David ambaye wa no UDA na Panyako ni wa DP Kenya ambapo pia anatembea, alitembea kweli kwote kote, na pamoja na tembea zake akasema kwamba tawe ndio jina kwa kila moja. Lakini kwa hapa naomba tuweze kufikiria hili uh, kama chama cha UDA kingepoteza uh, ushindani katika ushindani huo uh, ni lipi ambalo lingetokea kufikia sasa na kama uh, DP Kenya ingepata kiti hicho kwa sasa, swali ingekuwa ni je, huku magharibi ni nani ndiye kiongozi? Lakini hata hivyo, uh, wanavyoamini watu ni kwamba uh, uh, Rais Ruto alijaribu kutumia kila mbinu na kutuma wale wakuu wa serikali ili ya kwamba wakaweze kutoa uchaguzi huu kwa lazima, lakini lazima yao walifua dafu kwa kila kitu. Uh, licha hayo yote bado kura zilifanyika zikihesabiwa kwa hali ya amani. Uh, na bado watu walisherekea Tuchana nayo pia. Unakuja katika uh, Mlima Kenya ambapo uchaguzi ulikuwa kati ya chama cha DP na chama cha na chama cha, uh, DCP, na chama chama cha cha UDA ambacho ni cha Rais uh, William Ruto na DC, na DP ambayo na Justin Muturi Uh, pia umeona kwamba Justin Muturi ameweza kuonyesha adabu baada y ambaye ali waziri ruku ambaye alikuwa chama wa DP, ku, eh, ambaye nikua, alikuwa chama kwenda ku ambaye tena alikuwa mwenyekiti hicho ni bunge hilo kwenda kumsupport eh, ama kumpa eh, nguvu upinzani wa chama ambacho awali kilikuwa chake ambacho eh, kwa kweli Justin Muturi alikuwa pia waziri, lakini kwa kweli alimdhalilisha rais na kukataa chama na kukataa kwamba hataki kufanya naye kazi lakini swali sasa ni je, adabu hii imefunza Rigathi Gashagwa na Justin Turi pia nao kwamba siasa mchezo mchafu, na siasa haina adabu, utapigiwa kwako, utalilia chooni na mwisho wa siku utapoteza vingi. Patena hapa hapa wiki wiki lijalo, siku kama hii, saa kama hii, tarehe itakuwa tofauti. Mimi ni mwanahabari wa BKN Media, Mnyendo Nyongesa, Kwaheri.